Sasa sasa, kwenye swala la kutengeneza tangazo, nilisema kwenye ile video iliyopita, nilisema kwamba hapa tunaanza, kitu cha kwanza tunachoanza nacho ni kuseti hilo nani ii si, uwanja wa kutengeneza tangazo uwe uwekaa vizuri kwa ajili ya tangazo. Hapa naenda kwenye nukta tatu za upande wa kulia juu, ntagusa hapo, then ntaenda kwenye sehemu alipoandika image site imeji saizi nitabadilisha, nitabadirisha hapa naweka elfu moja. Ila usikalili kwamba lazima nawe uweke elfu moja ni setting tu, ni vile tu ukubwa wa tangazo unaotaka wewe liwe. Baada ya kufika hapa kwenye ile tangazo la mwanzo, mimi nilifanyeje? Naweza nikaanza labda kuandika maneno nikasema nini beni ukfamtheni aya maneno nikafanyali nikayakuuza nikayatafutia fonti nzuri kwa kuingia hapa sehemu ya fonti na kuchagua fonti nyingine alafu nikapiga uk okay, kwamba maneno amfanni yameongezeka, ila ni makubwa mno, nitapunguza kidogo hapa hadi mia moja kumi. Baada ya kuwa nimenani hivi, nitakopia haya maneno kwa ajili ya kwa kuandika maneno mengine chini, then nitaenda kwenye nini, kwenye kipenseli upande wa kulia kushoto, juu kuna hicho kipenseli. Nitagusa kipenseli, nitagusa tena kipenseli, then haya maneno nitayafuta, nitaandika maneno mapya, labda nimeandika ufugaji ufugaji na maendeleo, ufugaji na maendeleo. Baada ya kuwa nimeandika hivi, haya maneno nitayapunguza maana yamezidi. Nataka yawe yachukue yawe, ya nafasi kama yalivyochukua hayo ya, ya juu. Kwa hiyo baadaye miamoja kumi yenyewe nitafanya nitayashusha nitashusha kwa kulinganisha na yale ya juu, itakuwa kama hivi. Baada ya kuwa nimeandika hivi, nitakuja kuongeza kilogo, nitaenda kule kule kwenye alama ya kujumlisha, then nitasema from gallery, from gallery nitatafuta kilogo ambacho nataka nikiweke hapa labda ni hichi hapa hichi kirogo, mtapiga hivi then, hii logo ina background nyeusi. Sasa hii background nyeusi ya logo nataka niitoe, jinsi ya kuitoa background ya logo hii nyeusi, kwa sababu nikienda kuweka pale kitakuwa cheusi hivi kitakuwa cheusi hivi sasa mi background nyeusi ya logo nataka nifanye niitoe. Nitakacho kifanya hapa, nitagusa hizo nani, hivyo vialama vya chini kabisa, kile cha katikati hapo, act ambayo ni active ni a, kinachofuata baada ya hey, kuelekea kulia, kile cha katikati chenye ambacho kina pembe sita, nitakigusa hicho, then nitaanza kupeleka upande huu wa kulia hadi nakuja na, naikuta nini kala erase color, kwamba nifute rangi. Nitagusa hapo kwenye rangi then nitagusa, nitawasha enable hapo, nitagusa enable, itatokea hivi hapa. Sasa rangi ambayo imefutwa hadi saizi ni rangi nyeupe, imepunguzwa hiyo rangi nyeupe kwenye kuku hapo. Sasa mimi sitaki kupung... kutoa rangi nyeupe, nataka nitoe hiyo rangi nyeusi. Nitagusa kidude cha katikati chini ya hiyo enable, katikati kiko kama maiki, nitakigusa hicho. Baada ya kukigusa hicho, kimetokea hicho kinani katikati kwenye kuku, kilichoziba kichwa hichi. Nitakipeleka hadi kwenye rangi ambayo nataka nifute, nimekipeleka kwenye nyeusi. Baada ya kukipeleka kwenye nyeusi, ina maana hapo nataka nifute rangi nyeusi. Nitapiga please pick a color, nitapiga hiyo tiki ya blue. Nikigusa tiki ya blue, itakuwa hivi. Baada ya hapo, nilivyogusa tiki ya blue, imekuwa hivi imekuwa hivi, yaani ina maana ile rangi nyeusi imeshafanya nini, imeshatoka. Alafu nitapiga tiki, then nitakuja kukafanya nini, kukapunguza kama nilivyokuwa nataka na kukapeleka ambapo nataka fanya kakae. Baada ya kuwa nimekapeleka sasa, katakuwa hivi. Nakuja labda nataka niongezee kitu kingine kwenye nani, kwenye huu mchoro, kuandika maneno na kuweka background tofauti na hii. Naweza sasa nika, nikaenda nikasema shape. Hii shape nikaikuza ninavyoitaka mimi ijae kwenye hii screen hivi. Baada ya kujaa hapa nitapiga, naweza nikaibadilishia rangi shape ili iwe inaonekana, labda nimeweka ya kijani weka ya kijani nitapiga tiki, itakaa shepu ya kijani. vile vitu vyangu sio kwamba vimefutika, vipo, nikigusa hapa unavikuta hivi hapa, ila viko nyuma ya hii rangi ya kijani. baada ya hapa nitakuja kufanya kuongezea mchoro wowote ninaotaka uwepo hapa. Kama kuna mchoro nataka niweke, naweza nifanye nikaongezea, nataka nataka, labda nataka niweke picha ile picha iwe na shepu fulani ambayo naitaka mimi, hiyo square. Nagusa hiki chini, kiboksi cha chini, then nitatafuta shape ambayo nataka niweke. Labda mimi nataka niweke hii hii hapa hii shape ndo ikae nani na picha basi. Baada ya kufanya hivyo, nita nitapiga okay. Hii shape unaweza nikaizungusha nikaenda sehemu ya nini, ya rotate, hii rotate shape nikafanya hivi hadi tisini hadi tisini Hii shape nataka niweke wapi? Labda nataka niweke huku then shape ukubwa wake labda nitaka ikawa kadogo kadogo, nitakapunguza kulingana na ma na mahitaji yangu. Na vile vipicha vingine vile, ngoja nivipeleke juu. Kwa hiyo hii rangi ya kijani niirudishe wapi? Niirudishe chini. Basi nitashuka hapa, nitaweka tubaki, itashuka chini, itakuwa hivi. Kiumbo, naweza na nikafanya na nikakikopi na kingine nikatia kopi nikakiweka hapa, vikawa viwili kama hivi. Ili viwe sawa, ntakigusa nta, nta cha kwanza nitaenda hapa, ntagusa hiyo mshale unaoelekea upande wa kulia, ntagusa huo, kikae katikati. Na hichi ntagusa huo mshale, kikae katikati. Vitakuwa viko hivi. Hichi cha juu Labda nataka niweke nikiwekee picha, nitaenda moja kwa moja kwenye nini, kwenye texture. Nitagusa texture then nitagusa hapa kwa ajili ya kuwasha. Nitakuja nitafute nini, picha nayotaka niweke. Nitakuja nitafute picha nayotaka faini niweke hapo. Picha nimeichukua hii hapa, hii inaweka square Naisogeza vifaranga vitakuwa hivi hapa, then napiga tiki, naona vifaranga vimezunguka. Hiyo sio nzuri, kwa sababu nikitaka kuvigeuza vikae vizuri itanitaka nani, na, na, natoa hiyo picha, na tafuta texture, tafuta picha nyingine. Au nilikuwa na uwezo wa kuanza kuiedit kwanza hiyo picha ili ikae sawa, lakini naona kama itakuwa mambo mengi. Ngoja basi niweke tu kuku nyingine hii then ikapiga hivi, naona nayo aha, kwamba umbo nilikuwa nimelizungusha. Sawa, nimeshaelewa kwamba hili umbo kipindi kile na liseti, ni nilikuwa nimelizungusha ndio maana na vikuku vinafanya ni vinazunguka, ili ligande sasa naweza nikalirudisha katikati kabisa ili nilikopie na lingine na na niweke nifanye, nifanye katikati. Aya, maumbo yakiwa hivi nafanya na nayaunganisha kwanza, na ya meji afu then inatengeneza kopi yake. Kwa hiyo hapa yako mawili, na ili nikilisogeza katikati atakuwa hivi, then nitaenda upande wa kulia juu, kuna vile vinukta vitatu chini yake. Sasa nitagusa pale, then nitakuja kugusa hichi kiduara cha chini kabisa upande wa hivi vya icon vilivyotokea. Nikigusa hapo nitapiga tiki tiki, alafu nitagusa kiduara cha katikati vya chini kabisa vimetokea, viko vitano, vinne na cha tano cha, cha rangi nyingine, hicho cha katikati, nitotagusa hicho, then nitasema nitaka ni meji mimi, nitasema yes. Hapa saa hizi kamebaki kamoja, vilikuwa viwili, kamebaki kamoja ina maana sasa, hapa sasa aka kamoja ka naweza nkakatengenezea nini kopi, kwa kwenda sehemu ya kopi, vinakuwa viwili hivi, theni nakuja kuvipeleka pale ambapo nilikuwa nataka niviweke mara ya kwanza. Nitafanya hivi kinakaa hapo, na hichi nitafanya hivi kinakaa hapo kama hivi. Baada ya kuwa nimeweka hivi, then naenda kuwekea sasa picha kwa kuingia kwenye nini, kwenye texture then foto na kuja kuwasha zile picha. Ngoja nijaribu kuweka kwanza za vifaranga zile, nione size kama zitakaa au zitaleta na nini, zitaleta balala. Mara kwanza, hizi umwana vimekaa hivyo ya chini na chenyewe nitagusa texture, then nitaenda kwenye picha nitagusa hiyo nini, hiyo bluda. Baada hapo, hivi naweza nikaviwekea nini stroke, nikawasha stroke, nikaichagulia rangi kulingana na mahitaji yangu. Ile stroke naongeza widi ikawa nne na cha chini hivyo hivyo, stroke tia rangi, alafu weka nne, kinakuwa kama hivi. Baada ya hapo, upande wa chini kabisa, naenda kwenye shape na kuuza haka hadi mwisho, nakuja nakashusha chini huku ili hapa chini niwekee rangi nyingine, labda rangi hapo chini, sema iwe hii hapa baada ya kuwa hii hapa chini nitaandika, labda nitakuja kuandika. Njombe tawa. Njombe tawa. Nita tau Njombe taun, alafu ntauleta huku chini theni ntatafutia fonti inayotaka hii hapa, naweza nikaja nikakuza kidogo ya maneno Njombe tauni nimeweka tisini hapa kwa sababu nikiweka mia hiyo mia nao nimeweka tisini Theni baada ya kuna nini, ndakopya maneno ya Njombe tauni nitakuja na edit. Inaandika namba za simu sifuri saba arobaini na sita kumi na mbili arobaini na sita nane nne. Hizi namba za simu nakuja naziweka upande wa huku kulia kwayo. Hizi namba za simu nitazishusha hivi, na hili nenu ntalishusha hivyo sasa, naweza nikapunguza badala ya tisini, labda nikaweka hii angalau ziwe mbalimbali. Themanini na namba ya simu nitaiwekea themanini, then naikuja kuisogeza upande wa kulia, na hii e, inakuja kuisogeza upande wa kushoto kulingana na mahitaji. baada ya hapo nitaandika labda maelezo yangu mengine hapa, kwamba labda sisi tu ben kukupa mtu anajihusisha na nini, labda naanza kazi zetu. Kazi zetu nitashusha chini, nitaweka hivi uuzaji incubeta uundaji, ufugaji kuku usi usimamizi utoaji zizetu ni hizo hapo hapo. Sasa maneno nitabadilisha font, nitaweka eneo inayofanana na ya juu. Baada ya kuwa nimeyabadilishia fonti, nitakuja kufanya kuyaweka saizi kubwa kulingana na eneo langu. baada hapo naweza nikayatafutia hayo maneno rangi za kuweka. Mfano hayo maneno yote nataka niweke rangi moja, naweza nikafanya hivi. Mfano nataka niweke maneno yote rangi moja au ya juu, nitakuja niwashe hivi, then nitaanza kazi zetu, nitabold, nitachagua, nitachagua, nitachagua. Then nitafanya kuyaunganisha baada ya kuwa nimeunganisha, nitaenda kutafuta rangi kwa kugusa hayo maneno, alafu nakwenda hapa katikati chini kabisa, then nitaenda sehemu ya kala. Nitawasha kala, itatokea nyekundu, nitaweka nyeusi. Then Beni Kuku Farm na yenyewe ndafanya nitaichagulia rangi kama ni nyeusi hiyo hiyo, basi nitaenda kwenye kala, nitachagua nyeusi, ila kama nyeusi itakuwa sijaipenda naweza nikaweka rangi nyingine au ka kufahamu, ngoja niiongelezee nanini na stroke. Stroke. alafu naweka rangi nyingine itakuwa hivi au hivi, naweka hiyo, then naweza nikakuza stroke ikaja kuwa kama unavyoyaona hayo ila utachagua rangi ambayo unaona nzuri kwa muda huo baada ya hapo hapa chini naona kama kuna ile eneo kubwa mno nikaanza labda hapa naweza ngaweka taarifa za email, YouTube email na nini na YouTube nikasema email

Hizi nazichukua kama zilivyo then nazishusha chini na zibadilishia font. Prosesi ni zile zile. Baada ya kuzibadilishia font na kuweka inayofanana na mengine hapa, naona kama kwenye email email imekuwa kubwa mno, kwa hiyo nitapunguza saizi nikaweka position inayotaka mimi then hizi hapa naweza nikaziwekea, ni naweza nikashade kwamba text background. Hapa kwenye text background nikachagua hivi. Baada hapo nikachagua labda nyeusi, halafu vimaneno, vimaneno au hii hapa leni vimaneno nikaweka vyeusi kama au vya kijani, vimaneno vi text nikaja kwenye a hapa, nikaenda kwenye nini, kwenye color nikaweka kijani, ikawa hivi. Baada hapo, huku chini nikaamua labda e shusha kidogo ichi chini, ikawa hivi. Nikiwa kama nimemaliza, basi nitaenda niku save ultra save to gallery, kazi yangu itakuwa imeisha, then nita save video.